E, tumekuja na darsa ambalo likizungumzia tujuza, na linatujuza namna gani ya kumfukuza shetani pale mwanadamu anapotoka alikotoka, wakati akitaka kurejea nyumbani kwake, basi huwa yatbahu shaitani, shetani anakuwa naye sambamba anamfata nyuma nyuma. Sasa Mtume ametuelekeza namna ya kumlaani na kumfukuza na kumkemea kae mbali. Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba utakapoingia ndani ya nyumba yako, faqul bismillahir rahmanir rahim, soma dua hiyo bismillahir rahmanir rahim. Baada ya kufanya hivyo, baada ya kusoma dua hiyo, Shetani mwenyewe anasema, la, mja wa Allah kajilinda kwa Allah, basi mimi, kutokana na dua hiyo, kutokana na ulinzi huu aliuomba kwa Mwenyezi Mungu, basi sina nafasi ya kuingia katika nyumba yake hii. wa idha qaddama ilayhi ta'am sasa umeshaingia ndani ya nyumba yako, umekaa, umepumzika, kimeandaliwa chakula. Sasa unataka kula, basi faqul bismillahir rahmanir rahim, sema dua hiyo, soma dua hiyo. Na wakati huo huo shetani naye atasema, la taamali hahuna kwa dua hii wa ulinzi huu aliosoma huyu mje wa Allah, basi sina nafasi ya chakula, sina nafasi ya kuingia kwenye nyumba hii, sina nafasi ya kula chakula hicho, kwa sababu umetaka ulinzi, umeomba ulinzi kutoka kwa Allah ameendo mlinzi wa kila walinzi. Hata ukaweka masai milioni moja nje pale wakulinde, hakuna ulinzi mzuri kama wa Mwenyezi Mungu. Tafuta walinzi wote unaowajua wewe basi hakuna ulinzi utakaofikia ulinzi wa Mwenyezi Mungu. Soma dua hiyo wakati chakula kimesogezwa pale, basi mfukuze shetani, na yeye mwenyewe anakiri kwamba la, kwa ulinzi huu sina nafasi ya chakula tena hapa. Sasa mtume anaendelea kutusimulia katika hadithi hii akisema kwamba utakapoacha kumfukuza ama kuisoma dua hii basi, unakula, unaingia pamoja na shetani ndani ya nyumba yako na unakula chakula naye. Lakini jambo baya na gumu zaidi, balaa kabisa ya balaa ni pale Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kwamba yusannu lmudaaba, ni suna, ni jambo zuri pale unapofika hatua ya wewe na mke wako kufanya tendo la ndoa, basi imesuniwa kufanya maandalizi. Ni suna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kufanya maandalizi ya kuandaa na ibada ile. Lakini sasa basi, kama hujamfukuza sheitani, hujamlaani shetani, wakati ukuingia ndani ya nyumba yako, hukumfukuza hukusoma dua hii bismillahi rahmani rahim, wakati ukula chakula, umekula hukumfukuza shetani, hukusoma dua hii bismillahi rahmani rahim na pindi unapotaka kufanya ibada hii ya ndoa, huku mfukuza huku mlaani huku soma dua hiyo, wa badhahu fasikan. Na kutokana na kutokuisoma dua hii, anakuja kuzaliwa mtoto ni fasiki, mtoto aliyoshindikana toka akiwa mdogo. Mtoto ukimtuma haendi, kwenda kusoma hasomi Walimu wamemshindwa shuleni, madrasa ndio usiseme. Walimu wamemshindwa kutokana, ana mchanganyiko wa wewe na shetani. Tusome dua hiyo, ili tuzikinge familia zetu, tusimruhusu, tusiruhusu urafiki wa shetani na sisi wanadamu. Allah, ndani ya Qur'ani, ikasema kwamba, inna shaitana kana lakum aduwwan mubin Shetani kwenu nyinyi ni adui mkubwa, adui wa wazi wazi. Kwa nini tumfanye ni rafiki yetu? Kwa nini tusimfukuze? Ndani ya Qur'ani Allah anasema katika surati al-Isra aya ya sitini na nne. Ni kipande cha aya tutamegua kutokana na darasa, muda wetu hautoshi, basi tutamegua kipande lakini kama utaiangalia utaitizama vizuri aya hii mwanzo mpaka mwisho, Allah anazungumzia namna ya mchanganyiko tunavyochanganyikana na yeye, tunavyochanganyikana na shetani, tunavyoshirikiana na shetani katika majambo yetu. Allah anasema washarikhum fil amwali wal auladi, mnamfanya shetani ni rafiki, mnamfanya shetani mnashirikiana naye katika kutafuta mali, mnashirikiana naye katika kutafuta watoto. Mmoja wapo katika sehemu ya kuwatafuta watoto ni jambo hili la kiibada la mume na mke, wanapokuwa katika hali ile na hawakumfukuza shetani, basi madhara ya shetani ni hayo. Unamwendea ahali wako, unamwendea pamoja na shetani, mnashirikiana nao wote. Mtoto akizaliwa mara zingine anazaliwa mtoto kafa, mara zingine baadhi yao wanazaliwa ni walemavu. Tunaona, tunashuhudia sasa hivi mpaka kwenye vyombo vya habari tunaonyeshwa watoto wana ulemavu wa aina fulani, wana ulemavu wa vichwa, vichwa viko wazi, wengine wameungana viungo ni sababu ya mwingiliano, ushirikiano wa sisi na shetani. Tunamkaribisha, tunamtaka urafiki shetani. Tumesahau mafundisho ya mtume wetu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sote kwa pamoja tushike darasa hili, sote kwa pamoja tuweze kufanikiwa, tusimfanye shetani ni rafiki yetu. Ni hivyo basi kama utamfukuza shetani basi utapata kizazi kilichochema kabisa, kizazi kilichobarikiwa na Mwenyezi Mungu. Kwani Mwenyezi Mungu hajamuumba mwanadamu akiwa mlemavu ili aje ateseke. Mwenyezi Mungu hajamuumba mwanadamu awe ni mlemavu wa viungo vyake aje apate kudharauliwa. Hili yeye Allah tabaraka wataala aliweka wazi ndani ya Korani kwamba mnashirikiana na shetani katika kutafuta mali zenu na watoto. Hivyo basi ulemavu unaotokana na watoto wetu ni unatokana na shetani, sio ulemavu kutoka kwa Allah. Allah katuwekea njia, inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, Allah katuelekeza njia ya kupita. Ni wewe sasa, ima uikatae njia hiyo ama uikubali, umfukuze shetani wakati wa ibada ile pale ya nyumbani au umkaribisha, ni wewe, utapata majibu yake. Kama utamruhusu utamkaribisha, husomi dua, basi madhara yake ni kupata watoto wenye ulemavu, watoto majeuri, wa korofi. Lakini kama utasoma dua, basi utabarikiwa, utapata watoto wazuri na wenye mafanikio.